Ladies and gentlemen, kumetokea msanii kutoka Tanzania ambaye anafahamika kama Khadija Kopa ambaye amemshauri Zuchu asivumilie vipigo kwenye ndoa. Inasemekana ya kwamba miongoni mwa watu ambao wanaumia sana kimapenzi ni Zuchu. Inasemekana ya kwamba kutokana na wivu wa kumpenda Diamond Platinum, wivu, kila kipindi ambacho anamuona Diamond akiwa na mtu mwingine, Zuchu anapatwa na hasira na wivu kwa sababu hataki kumuona Diamond Platinum akiwa na wanawake wengine. Sasa kulingana na Khadija Kopa, Khadija Kopa amemshauri Zuchu asivumilie vipigo kwenye ndoa. Inasemekana ya kwamba ikitokea mwanaume yani mwanamke ni kuumia, bali asiumie kwa sababu ya mapenzi, ila ni vizuri mwanaume ama mwanamke aumie kwa sababu ya maumivu ya magonjwa na vitu vingine, lakini sio maumivu ya mapenzi. Inasemekana ya kwamba uh, Zuchu huwa anateseka sana kimapenzi, kitu ambacho kimemfanya Khadija um, Kopa kumshauri Zuchu asija akavumilia mapigo ya, ya, ya ndoa ambayo anapata kwa sasa. Langu jingine lasalia kuwa Maskini Msomi